Dawa hii inaitwa Gofen ambayo kwa jina la kitaalamu inaitwa ibuprofen. Ibuprofen ni dawa ya kundi la dawa linaloitwa nani steroid anti-inflammatory drug, yani NSID, lakini kabla sijaelezea kuhusu dawa hii, ni kuombe ufollow akaunti yetu ya Dr. Rafiki kwa kubonyeza alama ya kujumlisha iliyopo hapo juu ya video hii, lakini pia unaweza kutufuatia katika mtandao wa YouTube, Instagram na Facebook kwa jina la Dr. Rafiki. Asante kwa kufanya hivyo, na Mungu akubariki na kupea afya njema. Okay, Gofen ni dawa inayotumika kupunguza maumivu, homa na uvimbe. Inafanya kazi kwa kupunguza maumivu, kupunguza uvimbe na kushusha joto la mwili. Hii inatokea kwa sababu Gofen inazuia mwili kuzalisha kemikali inayoitwa prostaglandins. Kemikali hizi husababisha maumivu na uchochezi, yani inflammation. Kwa hiyo Gofen husaidia kupunguza maumivu, kupunguza uvimbe na kupunguza homa kwa kufanya mwili usizalishe kemikali zinazozalisha maumivu. Gofen hutumika kutibu hali mbalimbali mbali kama maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, maumivu ya meno, homa na matatizo mengine ya uchochezi yani inflammation kama ugonjwa wa arthritis. Dawa hii pia inaweza kutumiwa kwa ajili ya kupunguza maumivu yanotokana na kuumia au baada ya upasuaji mdogo. Hata hivyo, Gofen inapaswa kutumika kwa tahadhari kwa watu wenye matatizo ya tumbo kama vile vidonda vya tumbo, kwa tatizo ya figo au matatizo ya moyo. Matumizi ya Gofen kwa kiwango kikubwa au kwa muda mrefu haba, naomba nieleweke vizuri, ni matumizi ya muda mrefu, sio matumizi ya muda mfupi, ndio yanaweza kusababisha madhara makubwa kwenye figo au tumbo, ikiwa ni pamoja na matatizo ya tumbo kama vidonda vya tumbo. Hivyo ni muhimu kuzingatia maelekezo ya daktari na kuepuka matumizi ya Gofen bila ushauri wa kitaalamu. Usitumie dawa ya Gofen bila upata ushauri wa daktari. Pia usikubali kuchanganya Gofen na pombe, maana hii inaweza kusababisha matatizo makubwa kwenye tumbo na figo. Matumizi ya Gofen kwa muda mrefu au kwa kiwango kikubwa yanaweza kuleta madhara zaidi, hivyo ni muhimu kutumia dawa hii kwa umakini na kama daktari alivyokuelekeza. Asante sana kwa kunisikiliza. Hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Dokta Rafiki kwa masomo zaidi ya afya. Hadi kwa wakati mwingine, nikutakia afya njema. Mimi naitwa Dr Rafiki.